Huko Dodoma, ligi ya mpira wa kikapu NBL imezidi kushika kasi, huko timu za wanawake zikiwa zimemaliza hatua ya awali na timu nne zimefanikiwa kuingia katika hatua ya playoff, uh, nusu fainali ambapo watacheza michezo mitatu, yani best of three. Timu uh, ya mchomo wakiwa katika viwanja vya Chinangali Park wamenakuja na taarifa hii ya kiufundi na michezo mingine ya leo kwa timu za wanaume kumalizia hatua ya awali kikubwa ambacho tunataka tukiangalia hapa kwanza tuende tukaangalie matokeo ya mechi ambazo zimechezwa. Uh, mechi ya kwanza ilikuwa ni kati ya Fox Diva ambao wao wamekwenda kucheza na timu ya vijana Queens, na Fox Diva ameonyesha yeye ni mkubwa katika mashindano haya baada ya kushinda uh, kwa pointi sabini. Uh, unaweza kuwa unajiuliza eh. Bana vijana amefungwa pointi zote hizo, lakini ndo hivyo, amefungwa kwa pointi sabini kwa hamsini na mbili Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni uh, kati ya Orkeswa ambao wao walikuwa wanacheza na Bright Queens ya Dodoma. Uh, timu ya Orkeswa wameweza kufanikiwa kushinda uh, kwa pointi 56 kwa 35. Na, uh, na mechi ya mwisho kwa upande wa wanawake ilikuwa ni kati ya JKT Stars ambao wao walikuwa wanacheza na Don Bosco Lioness, amepoteza tena JKT Stars. Uh, so JKT Stars amekuwa na wakati mgumu ameshinda mechi moja tu katika uh, mashindano haya na amefungwa 57 kwa 51. Niko na coach hapa uh, Romanus Anania, uh, tumeweza kuangalia hizi mechi tatu tukianza na kuangalia mchezo ambao uh, ulikuwa ni kati ya Fox Diva pamoja na, na, na vijana Queens. Huu ni mchezo ambao pia walikuwa walikuwa wanaangalia. Sasa hizi ndizo timu ambazo zinatabiriwa kwenda katika hatua ya nusu uh, final. Yes, mchezo ulikuwa ni mzuri sana na watu wengi walikuwa wanategemea mchezo wa, ungekuwa uh, mzuri kama tulivyouona, lakini siku ya siku tunaweza kuona kwamba Fox Rivers wameweza kuchukua mchezo uh, mchezo ambao umeweza na kutofautisha kidogo na vijana. Fox Rivers wana point guard mmoja mzuri sana ambaye anaitwa Evelyn Evern, ni mchezaji ambaye ndo anachezesha Yaani, sasa hivi mimi leo, ukinitajia sasa hivi best point guard kwenye mashindano haya, nitamchukulia nitamchukua everything, ndio ana set tempo nzima ya ya team ya Fox. Pia ukiangalia wana yule mchezaji wao, sisi tunamuita tuna tuna, tuna, tuna jina lake la utani tumemtunga, tunamweka tunamuita Mexican cartel ah, uh, yule dada ni ni professional, ana ana nafanya vitu vichache lakini ambavyo vina faida clear kabisa. Hata ukiangalia wachezaji wa vijana wamecheza vizuri, lakini ukiangalia walizidiwa individual na pia game plan ya Fox Rivers ilikuwa iko vizuri sana kuliko vijana, ndio maana sijashangaa sija vijana kufungwa game ya leo. Tukiachana tuki na hiyo twende tukaangalie uh, mechi ya Orkeso pamoja na, na, na na Bright. Bright. Uh, ni mechi ambayo unaweza ukasema uh, haina nani, lakini twende tukaangalie mchezo kati ya uh, uh, JKT na Lawnes. Lawnes ameweza kushinda tena mchezo dhidi ya JKT. JKT, uh, unaitizama vipi make sio kwamba ina wachezaji wabaya, ina wachezaji wazuri wa top uh, tunasema ni wale national team quality, lakini wamepoteza. Kuna msemo mmoja uh, wazungu wanaotumia vizuri hmm. Wanasema they look good on paper hmm. Ukiwaleta leo JKT hapo ukawaweka, bila kuwaona wakicheza, ni timu mmoja nzuri sana ambayo kila mtu alikuwa anaiogopa. Kuna timu ambayo ina Jessica ambaye anaweza kukupa 20 plus points una Sara chini saabudoni uh, una, una wande una, wande. Mm. unatumwa mm. atupe, atupele kitu kama hicho atupege mm. kao unaweza kuona ni timu ambayo iko very yani, ukiangalia ni nzuri. Mm. lakini ukija sasa uwanjani sijajua kicho mpata kocha wa, wa, una wa. Point guard ambaye yes wana kila kitu na, noela, noela. Mm. lakini leo noela sijamwona, yeah. leo noela sijamwona ko siku ya siku lanes so wamechukua game na leo, Lions game plan yao ilikuwa ni moja tu, kucheza ndani, mwache Jessica afanye anachotaka, tukabe wengine. Siku ya siku wameondoka na ushindi mzuri tu, yani comfortable from quarter one to wame 12 quarter zote. Kwa hiyo hakuwa na plan yoyote ya kushinda game ya leo, no wonder wamefungwa game zote, wameshinda moja. Unafikiri ni gani? Nafikiri kuna tatizo tunasema kwenye, kwenye, kwenye, kwenye locker room kwao. Hmm, kuna tatizo lazima kuna tatizo, sio sawa. Kwa Jeketi ambayo tunaijua sisi sio Jeketi hii ambayo imekuja safari hii. Yani ni bora wangefanya kama wenzao ambao hawajaja tu, yani hakuna kwa Jeketi wameji wamejishusha, wamejishusha, wamejishusha yeah. Uh, tutakwenda kusikiliza makochi wa timu zote ambazo zinakwenda katika hatua ya nusu fainali, na hapa tunaweza kuiona sasa, vijana anakwenda kukutana na Lawrence, tunarudi tena kwenye dabi ile ya Upanga, alafu tunakwenda kumwona Okeswa anakwenda kucheza na Fox Diva. Anyway, twende tukasikilize makoch wao wanasemaje kuelekea katika playoff ya NBL nini wanatuambia vivyo hivyo. Sisi tunafahamu kwamba wao wana speed, tunafahamu kwamba wana shoot, tunafahamu kwamba wako kwa aggressive kwenye defense. kwa hiyo na, na hivi vitu ndio vinaleta raha ya mchezo wenyewe kwamba mchezo utakuwa open na yeyote ambaye ataweza kuteka advantage ya kile alichonacho, basi ana nafasi nzuri zaidi ya kushinda. Sisi style yetu ni speed na shooting game, hatujafanya vizuri kwenye shooting these past two games, lakini uh, naamini kwenye mchezo wa nusu finali tunaweza tuka kwa asilimia 80 tunaweza tukachukua hiyo uh, kushinda hizo game na kwenda kwenye hatua inayofuata ambayo ndio malengo yetu kwa safari hii ya NBL 2025. Bado na vijana ambao bado hawajaweza kukop na game, kwa sababu mimi nategemea wale wachezaji watano starting five kukiwa kuna rotation. Nikiwa nataka kufanya rotation yangu ya kwanza niingize mchezaji wa sawa unamtoa au zaidi ambao namtoa, lakini kwa upande wangu, vijana wangu wa benchi bado bado hawajafikia huo uwezo kulikuwa kuna shida ya usikivu, discipline ya mchezo inaonekana yani wachezaji wanacheza mechi kabla ya mechi yenyewe. Kwa hiyo hata ukiwa unapa maelekezo hawasikilizi, hawafuati yale maelekezo ambayo tunakuwa tunaongoza nayo. Kwa hiyo kitu naletelea, yani imeleta shida kubwa kwetu sisi, mpaka mwisho wa siku tumepoteza hizo game tulizopoteza. Naam, turudi moja kwa moja sasa, tuangalie katika upande wa timu za wanaume, ambapo kulikuwa kuna uh, michezo mitatu imechezwa kwa siku hii ya leo, na moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa ama ukitaka kuangaliwa sana ni mchezo ambao ni tunasema dabi ya Dodoma kati ya Kisasa Heroes dhidi ya Dodoma Spurs. Wewe ni mwenyeji hapa, hizi timu wewe unazijua, uh, timu yako Don Bosco, lakini hizi timu zikikutana hali inakuwa ah, uh, leo kitu ambacho nimekiona hmm. Ungeniuliza jana, ningekwambia mm. Kisasa anashinda imechi mm. Ukiangalia matchup timu waliosajili waliokuwa nayo, lakini kwenye ligi kumbuke, kwenye ligi Kisasa alifungwa na Dom Spurs kwenye nusu fainali, ndo walomfanya kumtoa. kwa hiyo leo wamezihirisha kwamba wamekuwa bado ni wateja kwa upande wa wa Dom Spurs. Kitu ambacho nimekiona leo, Dom Spurs wameingia na attitude ya tofauti kabisa ukiangalia jana wamecheza gemu against outsiders ilikuwa ni gemu ngumu, na mimi kiwanategemea leo wangechoka, lakini leo wamekuja na, na nguvu nyingine ambayo haikuweza kumatch up na watu wa Kisasa. Kisasa leo from quarter one gap ni kubwa la 9 point. Ukiruhusu gap uh, la 9 point kwa mashindano kama haya, alafu na wachezaji kama waliokuwepo, kama kina Dani, wapo upande wa kina Jordan, kina Blayo wapo Spurs tegemea kitu kibaya. Kwa hiyo leo game plan ya kisasa haikuwa nzuri, haikuwa nzuri kabisa, na ndio maana wameweza kupoteza hii game Shangai kwa kupoteza naam, katika mchezo huu ambapo timu ya Dodoma Spurs imebuka na no ushindi pointi 67 dhidi ya pointi 52, lakini michezo mingine ambayo imechezwa siku ya leo ni pamoja a, Manyara ambao wamecheza na UDSM Outsiders na timu ya UDSM kacheza akishinda pointi 98 dhidi ya 50 ambazo amezipata Manyara, na baadaye mchezo mwingine kata pamoja basketball a, dhidi ya Planet Bugando Planet ya kule Mwanza mchezo ambao umemalizika kwa 64 uh. Bugando Planet akaweza kushinda mchezo huo dhidi ya pamoja ambao amepata pointi 62. Alafu kwa kuna mchezo mwingine ulikuwa ni mzuri sana uh, kati ya Dar City na JKT, mchezo ambao JKT ameanza kota ya kwanza, anaongoza kota ya pili, anaongoza kota ya tatu, kota ya nne akapotea. Tunarudi pale pale, haya mashindano, haya mashindano watu wanaenda kuhesabu, hmm, kwa timu kama Dar City sishangai kwa levo yao waliokuwa nayo hmm. Kota ya kwanza kota ya pili utacheza, lakini ya tatu na ya nne huwezi cheza zidi yao kutokana na ile nguvu uh, walionayo. Wana bench, wana watu ambao wako wanajua nini wanafanya, lakini ht, tukasikiliza makocha wa timu mbili uh, coach uh, Robert, pamoja na coach uh, wa timu ya, wa kisasa Abelson uh, au ni professional coach kutoka nje, mmoja anatoka Cameroon mwingine anatoka nchini Kenya. Tumewili sana kwa transition rebound, pia tumechukua vizuri, lakini kuna wakati wao pia wamepigania rebound mingi, lakini sana timu yao kidogo walikuwa ni wazito, so tulikuwa tume tumezingatia sana tukichukua rebound, lazima pasi ya kwanza tumeanza kusogeza mbele kwa sababu walikuwa ni wazito kurudi kwao, ni eh, kidogo wako slow. Ukiona game first half tulicheza vibaya sana, ukiangalia scores za second half tumeshinda second half. Ni, ni half ya kwanza Kwenye game, ilikuwa ngumu sana, kila mtu aliona pressure, watu wengine wamechoka, tumecheza games tano zikifuatana. Tumeweza kusikia kila ambacho au wamekizungumza katika ufundi uh, kila mmoja amezungumza kwa upande wake. Uh, Abel amekubali uh, timu uh, ni kwamba ana energy imechoka. Game plan walioplan waliokuja uh, nayo imeshindwa kuwork out kwa hiyo uh, ndio imetokea kutokea kitu kimoja ambacho hatujui mashindano hayo, lakini mashindano haya ambayo mimi nasisitizaga sana hata kwa wachezaji wangu mm, kuna discipline ya kambi. Mimi pia naweza nikaiongelea, mm, sijui yaliokuwa nyuma pazia, lakini discipline ya kambi ni muhimu. Ni shindano la wiki moja ambalo linahitaji watu ambao wako vile organize kwenye kwenye kambi Leo kisasa mimi mtanga yaani sijui <laughs> mii ukiniambia kisasa leo kafungwa vile <laughs> mimi bado ntakukatalia. Naitwa Captain Michael Maluwe kwa niaba ya timu nzima ya mchomo pamoja na coach uh, Romanus Anania hapa. Asante shukrani sana uh, Captain Michael Maluwe n na...